Ikulu ya Tanzania yawaka moto baada ya Bonface Mwabukusi kurusha kombora baada ya kutoa maneno makali. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Tanza Pulse na tafadhali kumbuka kusubscribe. Wito wa kusameheana kwa haraka umeibua mjadala mpana nchini Tanzania, lakini viongozi wa kisheria na watetezi wa haki za binadamu wanasema msamaha hauwezi kutangulia haki. Kauli hiyo imepata uzito mpya kufuatia ongezeko la matukio ya kutoweka kwa kulazimishwa yanayohusishwa na, na muktadha wa kisiasa huku wahanga wengi wakiwa bado hawajulikani walipo miezi kadhaa baada ya kuripotiwa kutekwa. Katika kauli iliyoenea katika mitandao ya mwishoni mwa mwaka wa hawa mwaka, mwaka jana, rais wa chama cha wanasheria Tanganyika, TLS Bonface Mwabukusi alikataa wito wa kusahau na kusonga mbele bila ukweli wa uwajibikaji, akirejelea mfano wa mchungaji mwema wa kibibilia. Mwabukusi alisisitiza kuwa upatanisho wa kweli hauwezi kujengwa wakati kondoo bado hawajapatikana. Kauli hiyo ilikuja wakati ambapo familia za waliotekwa ama waliotoweka, mashirika ya kiraia na jumuiya za kimataifa zinaendelea kudai majibu ya wazi kuhusu mustakabali wa waliopotea. Ujumbe wake alioandika asubuhi ya leo, Bonface Mwabukusi alisema kuwa kusamehe na kusahau ni wazo la kijinga. ushauri wa kusamehe na kusonga mbele bila kujua waliko wapendwa wetu au hatima yao ni wazo la kijinga linalostahili kupuuzwa. Hata maandiko matakatifu yanatupa mfano wa mchungaji mwema kuacha kondoo wote na kutafuta kondoo mmoja aliyepotea. Mnatukosea sana wale ambao tumesigwa, ama tumeguswa moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja, na madhila ya utekaji na ama na umauaji na upotezwaji wa makusudi wa miili ya walio uawa uh, uh, kinyume cha sheria. Mteke mfiche muue na kuficha maiti, alafu simple like that, unasema tu, tusamee na yaishe. Ukweli, haki na kuwajibika kutaliponya taifa. Ujumbe wake Bonface Mwabukusi ambao umebeba ujumbe mzito na hisia nzito kweli, kweli. Na kesi ya Humphrey Polepole imekuwa ishara ya mgogoro mpano na ukabili Tanzania. Polepole aliyewahi kuwa balozi la Tanzania nchini Cuba na mwanachama, ama mwanachama mwanamizi wa chama cha Mapinduzi alitoweka Oktoba tarehe sita mwaka jana kutoka makazi yake Dar es Salaam, na kwa mujibu wa familia yake dalili za mapambano zilionekana: mlango ulivunjwa, nyaya za umeme zilizokatwa na madoa ya damu. Hadi Januari mwaka wa elfu mbili ishirini na sita, zaidi ya siku tisini baadaye, aliko polepole hakujulikani, huku familia ikilazimika kuhama nyumba ya kupanga kutokana na majonzi na hofu na vilevile vile deni la kulipa kodi Mashirika ya haki za binadamu yameeleza kuwa kisa cha polepole pole, si cha kipekee na kulingana na ripoti ya Human Rights Watch ya Desemba mwaka jana zaidi ya watu mia mbili waliripotiwa kutoweka na kulazimishwa tangu mwaka wa elfu mbili kumi na tisa idadi ambayo iliongeza kwa kasi mwaka wa elfu mbili ishirini na tano kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba tarehe 29 na Human Rights Watch ndiyo imetambua hayo na sasa wahanga wanatajwa kuwa wanaharakati wa upinzani, waandishi wa habari, watetezi wa haki za binadamu na wakosoaji wa ndani ya chama tawala. Matukio haya yalitokea katika mazingira ya shinikizo la kisiasa linaloongezeka. Uchaguzi wa mwaka 2025 ulikupwa na vikwazo vya vyama kwa vyama vya upinzani kufungiwa au kuzuiwa na kwa wagombea wakuu na maandamano ya baada ya uchaguzi yaliokabiliwa na nguvu kali. Amnesty International katika taarifa yake ya Novemba mwaka wa 2025 iliripoti mauaji ya kiholela na kukamatwa kwa maelfu ya watu wakati wa maandamano, huku kukiwa na madai ya matumizi ya nguvu kupita kiasi na vyombo vya dola. Zaidi ya hayo, kuzima kwa intaneti kati ya Oktoba tarehe 29 na Novemba tatu mwaka wa 2025 kulizua hofu ya kufichwa kwa ukiukwaji wa haki. BBC News katika uchambuzi wake wa Novemba mwaka elfu mbili ishirini na tano iliripoti kuwa hatua hiyo ilizuia ufuatiliaji huru wa matukio na mawasiliano ya waathiriwa na dunia ya nje ama ya waathiriwa na dunia ya nje. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wameonya kuhusu mwelekeo huu katika taarifa ya Juni na Disemba mwaka jana. Wataalamu huru wa haki za binadamu wa UN walitaja kutoweka kwa kulazimishwa kama zana ya ukandamizaji lakini mazingira ya uchaguzi wakaya, wakaya, wakibainisha kuwa vyombo vya usalama mara nyingi hutajwa katika madai hayo ingawa serikali imekuwa ikikanusha kuhusika. Ofisi ya kamishina mkuu wa haki za binadamu wa UN uh, mwaka wa elfu mbili ishirini na tano imebaini nchini juhudi za kisheria zimekumbana na vikwazo. Maombi ya habeas corpus yanayolenga kulazimisha mamlaka kuwasilisha waliokamatwa yameripotiwa kutupiliwa mbali au kucheleweshwa na Kituo cha Sheria uh, na Haki za Binadamu. Lakini uh, ripoti yake mwaka 2024 ya mwaka 2025 kiliorodhesha angalau kesi 83 zilizorekodiwa tangu mwaka 2021, nyingi zikiwa hazijapatiwa majibu ya kuridhisha. TLS chini ya uongozi wa Mwabukusi imekuwa mstari wa mbele katika kutaka uchunguzi huru na uwazi. Na katika maelezo yake, Mwabukusi alisisitiza kuwa msamaha bila ukweli ni hatari kwa utawala wa sheria kwa sababu unaalika uhalifu kurudiwa. Kauli hii imeungwa mkono na wanazuoni wa sheria na historia ya haki ya mpito wanaoeleza kuwa jamii zinazopuuza uhalifu wa zamani bila uajibikaji mara nyingi hukumbwa na migogoro ya mara kwa mara. Mtazamo huu unaendana na viwango vya kimataifa kwani kikundi kazi cha Umoja wa Mataifa kuhusu kutoweka kwa kulazimishwa au bila hiari na katika wito wake wa Septemba mwaka jana kilitaka Tanzania kufichua hatma ya waliopotea kuwajibisha wahusika na kuridhia mkataba wa kimataifa wa kulinda watu wote dhidi ya kutoweka kwa kulazimishwa na ingawa Tanzania kwa muda mrefu imeonekana kuwa kisiwa cha utulivu katika eneo la Afrika Mashariki, wachambuzi wanasema hali imebadilika taratibu katika muongo uliopita. Kuanzia mwaka 2016 kumekuwa hapo na ripoti za kuongezeka kwa vizuizi vya kisiasa, kufungwa kwa vyombo vya habari na mashambulizi dhidi ya wakosoaji. Reuters, katika makala ya uchunguzi Oktoba mwaka jana, ilibainisha kuwa mazingira haya yaliweka msingi wa vitendo vya siri kama kutoweka kwa kulazimishwa hasa wakati wa vipindi nyeti vya kisiasa. Kutoweka kwa kulazimishwa si tu ukiukwaji wa haki za binadamu, ni shambulio dhidi ya misingi ya utawala wa sheria na mshikamano wa kitaifa. Kila mtu anayetoweka huacha nyuma familia zilizojaa hofu na jamii inayokosa imani kwa taasisi zake, na bila kweli ama bila ukweli majeraha hayawezi kupona, na bila uwajibikaji uhalifu huendelea. Wataalamu wa historia ya siasa wanasema nchi zinazochagua ukimya badala ya haki hujenga amani ya juu juu inayovunjika kwa urahisi. Watanzania, wakati wa baada ya uchaguzi wa mwaka jana unatoa mtihani mkubwa kuchagua njia ya uwazi na sheria au kukubali kivuli cha kutojali. Mwisho wa yote hoja ya Mwabukusi na baki kuwa msingi ama inabaki kuwa msingi ambao ni upatanisho wa kweli hauwezi kujengwa juu ya watu waliopotea. Hadi wahanga kama Amfri, Polepole, Mdudo, Nyagali na wengine wengi watakapopatikana au hatima yao kuwekwa wazi, wito wa kusameheana ama kusameheana utasikika kama sauti tupu mbele ya maumivu ya kudumu ya kutojua na katika mizani ya historia, haki si msamaha wa mapema ndio itakayopima mstakabali wa demokrasia na umoja wa Tanzania. Ndio hayo tuliyokuandalia kutoka hapa Tanza Pulse, na tafadhali kumbuka kusubscribe ili uweze kutusupport, tuendelee kukuletea taarifa kama hizi.